Watu wawili wamefariki dunia wilayani Babati mkoani Manyara baada ya gari dogo la abiria aina ya Noah kugongana uso kwa uso na pikipiki na kupelekea dereva wa pikipiki hiyo pamoja na abiria wake kupoteza maisha. Waliopoteza maisha katika ajali hiyo ni dereva wa bodaboda, kijana anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 25 pamoja na abiria wake ambaye ni mwanamke anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 30. Tukio hili limetokea hii leo tarehe 27 mwezi wa tano ya mwaka 2025 hapa katika mtaa wa Maisaka na limetokea majira ya saa kumi na moja alfajiri na Global TV tumefika hapa kwa ajili ya kuzungumza na mashuhuda kutueleza kile ambacho kilitokea. Naitwa Anudi John, na pale kijiweni hapo Manyara. Hii ajali mimi nimeishuhudia machoni mwangu. Hii ajali mimi nimeishuhudia. Yaani noa ilikuwa inatokea, ipo juu, ipo kibati. Yaani hiyo kibati kwamba ilikuwa ipo inakimbia, na rafiki yangu hii noa ilikuwa ipo upande ule wa kushoto, ambaye alikuwa anapanda. Lakini mimi kitu ambacho nimekuja kuona na nimekuja kutambua kwamba ni rafiki yangu hii noa wakati huo tayari amfahaje yuko hapo chini, lakini mwisho wa siku hii hapo hivi ni ile noa ilikuwa ipo kasi, na ndio maana ilikuwa imfahaje imemfanya mbaya hivi. Hapa tulipo ni Babati Manyara, tuko barabara ya Arusha rodi. Mi kwa majina naitwa Fedrike William Mwale. na ajali hiyo iliyotokea imehusisha pikipiki na gari aina ya noa, gari inayopakia abiria kutoka Babati kwenda Galapo, na pikipiki hii hapa ni pikipiki ambayo inahusisha kazi za maafisa usafirishaji. Hivyo basi, rai yangu mimi kwa madreva wa vyombo vya moto, pikipiki piki, magari, tujaribu kuwa makini. Naona ajali zimekuwa nyingi sana, ni jana tu asubuhi ajali imetokea kwenye hii barabara, ila kwa bahati nzuri ile ajali haikuua mtu, alivunjika mguu. Kwa hiyo rai yangu mimi kwa madereva maafisa usafirishaji, na madereva wa vyombo vya moto magari haya, tujaribu kuwa makini barabarani, hata ukimwona mwenzako kidogo kakosea, kwa sababu wewe ndio uko kwenye nafasi yako, kwa siseme mimi niko kwenye saiti yangu, jaribu kumpa na ye nafasi ya kujitetea kwa, na, kwa mara nyingine kwa sababu ajali nyingi zinazotokea watu wa magari wana wanakuwa wanatuonea sisi mafsa usafirishaji, anasema mi niko kwenye saiti yangu. Hamna mtu mwenye saiti barabarani, ila tu pale unapoona mwenzako ukakosea, unajaribu kumrekebisha, hata unasimama kabisa. Kwani ukisimama ni zambi? Unatakiwa usimame ili umpishe. Ameshakosea, amekosea. Sasa unapomwekea mtu bodi ni kama vile unatumia ubabe barabarani, kwa sababu unajua huyu atagonga gari, mimi nitakuwa mzima, lakini biashara yake imeisha. Kama sasa hivi tunavyoongea, tayari tumeshapoteza nguvu kazi ya taifa. Kijana ndio hivyo amelala, hatuko naye tena, na yule aliopelekwa hatujui, tunamwombea tu kwa Mungu awe sawa, lakini ndo tayari hivyo. Ila rai yangu nizungumzie hadharani, siogopi chochote kile. Jeshi la polisi, tunaomba m tunaomba mnatusaidia panapotokea matatizo kama haya. Ajali imetokea saa kumi na moja, sasa hivi ni saa kumi na mbili asubuhi, tunasubiria gari, mwili umelala hapo chini, tunasubiri gari, tuko katikati ya mji. Ingekuwa imetokea nje ya mji, mtu anaweza akakaa siku nzima hapa, tuko katikati ya mji. Kutoka hapa kwenda polisi kuna haifiki hata kilometa moja, lakini gari ya polisi tunasubiri, na magari yapo ya kutosha. Watuambie tatizo ni nini, imefika ni, ni, ni tayari ajali imeshatokea na watu wote wawili tayari wapo chini ni, wa, ni mama na kijana. Tukambeba tukambeba mdada, tukambeba huyo mama tukampeleka hospitali, tumefika kama dakika mbili, tukaambiwa naye tayari ashafariki dunia. Tukarudi kutoka kule mpaka hapa kwenye eneo la tukio, japo kwa majina mimi siwajui. Kama mwananchi kama, kama ajali inapotokea tu yani, ajali inapotokea kwanza tuwe yaani tule na ule utayari wa kumsaidia uhai wa mtu, ingawa bado yupo hai, tumwaishe hospitali na utaratibu mwingine wa kiserikali ufuate, kwa sababu tumefika hapa hivi, yule mama bado hata yani bado kuna, kuna punzi kidogo, lakini watu sasa kuvutana vutana mpaka mtu amekuja kufariki dunia, bado tuko hapa. Uh, yule mama alipasuka kuanzia yaani, kwanza mikono yote miwili imevunjika, na huko sehemu za siri zote amechanika na damu ikawa ina mtoko, okay. Eh, baadaye sasa tukambeba bajaji tukampeleka hospitali eh, kama dakika tano hivi tumepewa majibu kwamba mwenzetu tayari ameaga dunia. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Manyara amezungumza na Global TV na kuthibitisha kutokea kwa ajali hii na kuahidi kutoa taarifa zaidi. No, lakini kwa sasa sina taarifa yote ya kukwambia, lakini ni kweli yo, e, gari aina noa imegongana na pikipiki, lakini kwa sasa siko tayari kutoa taarifa yote mpaka hapo baadaye. Nadhani nitakuwa na taarifa za kutosha kukwambia.